Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Tielensi Bonifasi Mwabukusi siku ya jana alitoa taarifa kuhusiana na wakili msomi mwandamizi Mpale Kaba Mpoki, ambapo alisema kwamba leo majira ya saa 12 jioni nimepokea taarifa kwamba wakili msomi mwandamizi Mpale Kaba Mpoki amepigiwa simu na OCCID wa wilaya ya kipolisi Kawe makao makuu Mbweni kuwa anahitajika kwenda kuripoti. Wakili Mpale Kaba Mpoki ni mmoja mawakili wa kongwe na wandamizi ambao wametoa muda wao mwingi kwa ajili ya utetezi wa haki za binadamu. Baada ya mazungumzo kati ya mawakili wa wakili mwandamizi Mpale Mpoki na OCCID tumekubaliana kuwa kesho majira ya saa mbili asubuhi ataenda kuripoti na kujua kosa analoshtakiwa nalo. Ilikuwa ni sehemu ya Boniface Mwabukusi huhusiana na taarifa yake aliyoitoa siku ya jana. Sasa kwa mjibu wa taarifa fa zilizopo hii leo ni kwamba Boniface Mwabukusi pamoja na mawakili wengine akiwemo Mpoki Sambo waliambatana pamoja na Mpale Mpoki kwenda kuripoti kama ambavyo taarifa ya awali ilivyokuwa inamtaka Mpale Mpoki kuripoti huko katika kituo cha polisi. Sasa mara baada ya kuripoti, taarifa iliyotolewa na chama cha wanasheria Tanganyika TLS pamoja na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC wamesema mnamo Novemba 12, 2025 wakili mwandamizi Mpale Mpoki alipokea wito kutoka kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya ya kipolisi Kawe. Wito ulimtaka afike leo asubuhi Novemba 13, 2025 katika kituo cha polisi Mbweni. Wakili Mpoki aliongozana na mawakili wake ambayo ni rais wa TLS Bonifasi Mwabukusi, Daktari Lugimeleza, Nshala Poki Sabo kutoka Tichala DC na Fredi Kimsaki, na baada ya kufika kituo cha polisi Mbweni, mkuu wa upelelezi alieleza kuwa wakili mpoki anahitajika katika kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam kwa kamanda wa upelelezi wa kanda ya Dar es Salaam. Hivyo tuliondoka na kuelekea kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam. Baada ya kufika na kuonana na kamanda a upelelezi kanda ya Dar es Salaam, alishukuru kuwaona wakili mwabukusi na wakili mpoki, kwani wote walikuwa wanahitajika kwa kuwa alikuwa na taarifa za mpoki na mwabukusi kuhusika katika kuhamasisha maandamano ya Disemba 9 25, kwa lengo la kuvunja muungano, hivyo alitaka kupata ufafanuzi kuhusu taarifa hizo, ambapo baada ya mazungumzo ya kina na ufafanuzi, kamanda wa upelelezi, kamanda wa kanda ya Dar es Salaam aliwaruhusu kuondoka bila masharti. Yote imetoa na chama cha wanasheria Tanganyika TLS pamoja na mtandao, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC.